Teknolojia imekumbatiwa mno katika baadhi ya taasisi ya mafunzo humo nchini. Taasisi ya mafunzo ya NEPS ni mojawapo ambayo imetilia mkazo teknolojia katika mafunzo mbalimbali mbali, ili kutoa huduma faafu na yenye tija kwa wanafunzi na wahadhiri. Katika tamasha hii ya NEPS Expo mwaka wa 2025 iliwatandikia wanafunzi jamvi la kuonyesha ujuzi wao wanapotumia teknolojia. Ubunifu wao hasa kwa wanafunzi wa idara tofauti ulionekana wazi kutokana na usaidizi wa wahadhiri kwa wanafunzi ili kuwa na umilisi usiokuwa na kifani. Nilifurahisha mno na ujuzi wa wanafunzi uliokuwa umesheheni ubora uliokolea ulionifanya nikadua. Yote hayo ni tisa, kumi ni kwamba warsha hii haiko warsha tu kwani kutokana na kauli mbiu upangaji wa mustakabali wa amali, ilikuwa kichocheo kwa wanafunzi kwa ajili ya maisha ya baadaye. Wana, nikiripotia NS TV kutoka taasisi ya mafunzo ya NIPS. Mimi ni Alfred Lobawoy.